Mtazamaji wa DNA TV hapa mbele yangu, niko na mbunge wa jimbo la Kinondoni, ndugu Abbas Tarimba, na leo mkutano upo ndani ya eneo lake kabisa, na muda sio mrefu tunampokea makamo wa rais, mgombea urais kupitia Chama cha Mapinduzi, Dr. Emmanuel Chimbi. Mheshimiwa, vipi mapokezi, mnampokea vipi Mheshimiwa Emmanuel Chimbi? Kwanza nataka nikwambie hmm, na watazamaji waone kwamba jimbo la Kinondoni sisi tunampenda Rais Samia, tunamwelewa, tunamwamini na kwa hali hiyo, hata anavyokuja mgombea mwenza, kwa sifa zile zile za kumwamini Mchimbi, kumpenda Mchimbi na kuweka tegemeo letu kwake, tumejitokeza kwa wingi sana, na hata ukiangalia huko nyuma wananchi ni wengi, na hapa si wana CCM peke yake, wamekuja hata watu wengine wa kawaida ambao wamekuja kumsikiliza mgombea mwenza. Anakuja kuwaambia nini wananchi wa Kinondoni? Miongoni mwa jimbo ambalo utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi umetekelezwa kwa kiwango kikubwa ni jimbo la Kinondoni. Kuna yapi ya kumwambia Dr. Samia Suluhu Hassan, namna kipi cha kumlipa mheshimiwa rais pamoja na makamu wa rais? Unajua, kwenye Kurani Mwenyezi Mungu anasema na anasema, hal jazaa ulihisani ila lihisani yule yote lilikuwa ni swali. Je, mtu akikutendea mema si umrudishie mema? Mwenyezi Mungu anazungumza hivyo. Sisi wana Kinondoni, tukitambua hilo kwamba serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan katika kipindi ambapo amekuwa madarakani ametutendea mema sana, sisi tunajivuna na tunajivunia na tuna wivu mkubwa sana wa kumtetea na kumlinda mama Samia kwa sababu alichokifanya katika jimbo hili, kutuondolea kero ambazo tangu wakati wa uhuru wananchi walikuwa wakiteseka, mambo ya wa mafuriko, miundombinu ya barabara, masuala ya elimu, masuala ya afya. Tunaweza tukasema kwamba mama Samia ametutendea kilicho bora ambacho kiongozi anapaswa kuwafanyia wananchi wake, hivyo yeye ametufanyia, na naamini hata hizo changamoto ambazo zipo ndogo ndogo kwake sio jambo kubwa, ninaamini kabisa. Na msemo wangu ni kwamba tuchagueni sisi wa CCM kwa Kinondoni tunayoitaka miaka mitano inayokuja. Tunakwenda Waingereza wanaita ku realize our dream, ndoto yetu tunakwenda kuiona ikiti, ikitimia kwamba ile Kinondoni tunayoitaka inakwenda kutimia, na kutokana na mwitikio wa wananchi ambavyo wameweza kuitikia kiasi hiki Unaambia nini watu wanaosema no reform, no election? Aa, unajua sikiliza, kila watu na nchi yao, lakini huwezi ukamzuia mtu kufikiri tulio wengi, tulio wengi. Tunafikiri mapenzi tulionayo nayo juu ya Mama Samia hatutajiingiza wananchi wa Kinondoni hatutajiingiza katika mambo ambayo haya na msingi kwetu. Reforms zipi? Sisi tuliokuwa bungeni tumetengeneza reforms. Kama wewe huzipendi hizo, ndio reforms ingia, tushindane, tukikushinda tuletee mapendekezo yako. Lakini wakati huu huu si wakati wa kufikiria reforms. Huu ni wakati tutekeleze takwa la kikatiba, tufanye uchaguzi, viongozi wapatikane. Masuala ya reforms ni mchakato wa kila siku, sio sasa hivi. Hamna mtu ambaye anaweza akatupa ultimatum kwamba eti watekeleze jambo fulani alafu wao ndio wajifikirie kwamba wako na raha hapana. Tanzania tuko na amani, tutaendelea na kuwa na amani. Nashukuru sana mheshimiwa sana. Asante, asante. Mpenzi mtazamaji wa D&A TV huyu alikuwa ni mbunge wa Jimbo la Kinondoni ndugu Abbas Tarimba, na pembeni yangu tayari tunaiona ni ndege ambayo inaonyesha kwamba CCM imejipanga kwa mwaka 2025 kwa ushindi wa kishindo na, na uwe ni ujumbe kwa watu wanasema, no reform no election, kama jinsi alivyosema mbunge wa jimbo la Kinondoni ndugu Abbas Tarimba.